Tunachohitimisha katika siku hizi ni ada madam, tuna ratiba na lazim tuwafikie. Tunakuja kwenu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, lakini kampeni zimemalizika Unguja na Pemba, umma umempokea mzanzibari mwanakindakindaki Othman na pia dalili kwamba kampeni zimekwisha, mkimuona Bwa mdogo tabali roho yake katepeta tepe, tepe, tepe. Ndio haya aliowaambia bimani kwamba wewe serikali unayo, wewe Wazanzibari hawakukuchagua, ulichukua kwa nguvu ukakanyaga damu za watu kukalia kiti hicho watu wasiokuwa na hatia ishirini na moja wameuawa ili wewe ukae kwenye kiti hicho wewe leo si wa kuahidi wewe leo hayo unayoahidi ulikuwa utuonyeshe umeyafanya vipi miaka mitano iliyopita wakuahidi kwenye kampeni hizi ni act wazalendo na, na othman masud othman Sasa ndugu zangu, Unguja, Mheshimiwa Osman yeye hajitembezi, anaitwa aliitwa Fumba na watu wa Fumba wakamweleza walivyoporwa ardhi zao, dhulma kubwa Mporaji, mporaji ni serikali ya Bwamdogo. Miaka mitano hii usingetegemea pahala kama Fumba kwa historia yake kwamba watu wangefika pahala wakaichoka CCM Bwamdogo na vitimbi vyake, lakini ujumbe ule umefika. Jana Bwamdogo kienda Fumba ati leo ati ataunda ata kamati kufanya tathmini upya, umemalizika fanya utupishe ndani ya wiki mbili zijazo. Aa, humdanganyi tena Mzanzibari yoyote. Ukuja na Pemba tunamsikia katika kampeni anasema atatoa mikopo isiyokuwa na riba miaka mitano ijayo. Hii miaka mitano mikopo yako ya riba aliokwambia utoe na riba nani? Sisi awe mwenyewe. Anasema atatengeneza ajira laki tatu na hamsini elfu. Hizi laki tatu ulizotuahidi ishirini ishirini ziko wapi? Leo anasema atahakikisha bei za vyakula zinashuka kwa sababu atatengeneza maghala ya chakula. Utatengeneza wapi na unastaafu tarehe 29 Oktoba wewe? Kwa nini hayo hukuyafanya miaka mitano iliyopita? miaka mitatu iliyopita, sio mitano, mitatu iliyopita. Ndugu zangu, aliitisha kikao Ikulu baada ya mgogoro mkubwa kuhusu uletaji wa chakula na bei zake, akaahidi mambo chungu mzima kwa wafanyabiashara anaoleta chakula kwa wanaotoa mizigo bandarini ili chakula kishuke bei. Kimeshuka? Kimepanda. Leo unakuja kuahidi ati utachukua hatua kuteremsha chakula. Kazi hiyo imekushinda. Anakuja kuifanya mwanafunzi wa Maalim Sef, Osman Masud Osman. Leo kila anapopita anaahidi. Unaahidi nini wewe? ulikuwa na wakati wa kufanya, hukufanya, umetuletea na kama umetuletea njaa kwenye majumba yetu. miaka mitano hii ulichokiweza wewe, miaka mitano hii ni kusimamia ufisadi wa kutisha haujapata kutokea Ndugu zangu leo nataka nikupeni kitu tofauti kabisa. Ndugu zangu, kuna ufisadi ule ambao unauzungumza kila siku. Leo nataka nikupeni ufisadi wa aina tofauti. ndugu zangu na Wazanzibari kwa wote mnaotusikiliza popote pale, kwa sababu kwa kwa tunajua kwa ndani kwa na nje ya nchi, kila mtu anafuatilia.